Mheshimiwa mwongozo wa Spika. Dr. Alice asante sana mwinuni ya namba 54. Mheshimiwa Spika, jana ilikuwa siku ya wafanyakazi duniani ambayo Tanzania kitaifa imefanyika mkoa wa Singida na mgeni rasmi alikuwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Spika, kama kuna kilio kikubwa kwa Watanzania hasa watumishi kwa zaidi ya miaka tisa ilikuwa ni suala zima la kupanda mishahara kulingana na maisha yanavyopanda. Mheshimiwa Spika, pamoja na majukumu mengi ambayo kwa nyo anayo, anayo Mheshimiwa Rais anachekeza miradi mbalimbali Mheshimiwa Spika ametoa mabilioni kwenye mikoa na halmashauri zetu, lakini hukumbuka, ni mwaka wa uchaguzi, una mambo mengi, angeweza kutoa excuse. Mheshimiwa Spika, kwa miaka tisa mishahara haijapanda. Lakini Mheshimiwa Spika, jana, Rais msikivu na mthubutu, anayetambua michango ya wafanyakazi, ambayo huwa income tax inaenda moja kwa moja kwenye mfuko wa taifa, amethubutu kupandisha mishahara kima cha chini kutoka laki tatu sabini mpaka laki tano Mheshimiwa Spika. Naomba wabunge wenzangu ambao wamekuwa wachangiaji wakubwa kwenye swala hili, Mheshimiwa Spika, waniunge mkono kwenye pongezi hii. Ni dharura ya kipongezi li raisi. Speaker, speaker, Haya, sala, bunge lipongeze Mheshimiwa Rais, uamue mwenyewe. Mheshimiwa Spika, utatuongozaje? Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Asante sana. Tuketi. Waheshimiwa bunge. Asante sana Waheshimiwa bunge, mheshimiwa Dkt. Alice Kaijage amesimama hapa kwa mujibu wa kanuni yetu ya 54 akieleza jambo la dharura na amesema hiyo ni dharura lakini ni dharura ya kipongezi. Kwa hivyo kwa sababu kanuni zetu zinatoa fursa ya bunge kutoa pongezi na linatoa fursa kwa spika kuzungumza kwa niaba ya bunge kwa upande huo wa pongezi, basi waheshimiwa wa bunge eh, kwa niaba ya wananchi wa Tanzania, kwa sababu sisi ndio wawakilishi wao, tunampongeza sana Mheshimiwa dr Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hatua aliyoichukua siku ya jana, siku ya Mei mosi kuhakikisha kwamba anawapandishia mishahara uh, watumishi wa serikali ambao wanapata kima cha chini na alitoa ahadi kwa ajili ya watu ambao hawapati mshahara wa kima cha chini kwamba na wao watapata asilimia zao kwa kadri muda unavyokwenda kwa hivyo sote kwa pamoja kama bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa hatua hiyo ya kuboresha maslahi ya wafanyakazi wa taifa hili na tunaamini kwamba na waajiri binafsi sasa na wao wataendelea kuangalia mwongozo huu uliotolewa na Mheshimiwa Rais, kuona namna ambavyo wanaweza kuboresha maslahi ya wafanyakazi katika maeneo yao pia. Kwa hivyo pongezi zimetolewa, waheshimiwa wabunge, kwa niaba yenu nyote.